Wakazi wa Bumula wamefanya maandamano ya amani kwenye barabara kuu katika sehemu hiyo kulalamikia kucheleweshwa kwa uchunguzi kuhusiana na kifo cha aliyekuwa afisa wa polisi George Makhanu maarufu kama Salim. Kulingana na Stella Makhanu ambaye ni mkewe, marehemu mumewe alikuwa amekwenda kuhudhuria mazishi ya jirani yake kisha akapigiwa simu na mtu aliyemwarifu kuwa ana mgeni nyumbani. Alipokuwa akirejea nyumbani, alivamiwa na baadaye mwili wake ulipatikana karibu na nyumbani kwake. Nilikuja juzi, nikauliza DCI, wakaniambia kwamba walikuwa wamepeleka simu Nairobi kufanyia uchunguzi, sababu watu wenye waliua msao wangu walimpigia simu, alikuwa kwa matanga mchana kitu saa sita. Nikauliza mnipe report imefika wapi? Wakasema wamepeleka simu kwa uchunguzi. Na simu inaonyesha kwamba communication iliisha tarehe kumi, na hiyo kuanzia tarehe kumi tulikuwa tunaongea na yeye, matatasaki walikuwa wanaongea hata na hiyo tarehe 13. Sasa watu wenye walihusika wamekuja nyumbani kwangu juzi, wanatutishia mimi na familia yangu kwamba mkifadilia hii kesi tutawaua, ama watutanua watu wawapike risasi. Ndio maana mimi niko na wasiwasi maisha yangu na maisha ya watoto wangu, niko hali hatarini.